Viongozi wa serikali, wataalamu wa sekta na washiriki wote wa mkutano huu, jina langu ni Harish Bhat, ni mkurugenzi mtendaji wa Soft Tech Consultants Limited, na tunayo heshima kubwa kuwa miongoni mwa wadhamini wa mkutano wa IGA mwaka huu. Mkutano huu unasisitiza nafasi muhimu ya teknolojia katika kuboresha huduma kwa umma, jambo ambalo sisi Soft Tech Consultants tunaliunga mkono kwa dhati. Soft Tech Consultants imekuwa mstari wa mbele katika kuendesha mabadiliko ya kidijitali barani Afrika kwa muda wa miaka 30. Safari yetu ilianza mwaka 1993 na tangu wakati huo tumeshirikiana na serikali, taasisi za kifedha na mashirika binafsi katika mataifa kama Tanzania, Lesotho, Gambia, Nigeria, Uganda na mengine. Sisi tunajivunia kutoa mifumo bunifu inayoboresha usimamizi wa fedha kuimarisha mchakato wa ununuzi na kuongeza usalama wa mitandao na kutumia uchambuzi wa data kwa maamuzi sahihi na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Katika sekta ya, ya umma, mifumo hii imekuwa na mchango mkubwa katika kuongeza uwazi, kupunguza gharama na kuleta huduma karibu zaidi na wananchi. Huduma zetu zinaendana moja kwa moja na vipaumbele vya serikali katika kuboresha e-government. Lakini la muhimu sasa hivi, ningependa kusema kwamba mifumo yetu sio mbadala wa mifumo iliyopo, bali zinasaidia kuziba mapengo ambayo yapo na kuongeza ufanisi na juhudi zinazotekelezwa na serikali. Ningependa kuwakaribisha kutembelea uh, banda letu lipo hapo kwenye mkutano ambapo timu yetu ipo tayari kushiriki zaidi kuhusu huduma tunazozitoa na jinsi tunavyoweza kushirikiana. Kwa niaba ya Softtech Consultants Limited natoa shukrani za dhati kwa eGA na wadau wote wa kutupa fursa hii muhimu. Tuna matumaini ya kujenga ushirikiano wa muda mrefu ambao utaendeleza mageuzi ya kidijitali na kuboresha utoaji wa huduma kwa umma. Asanteni sana, asante kwa kudhamini mkutano wa tano wa serikali mtandao mwaka elfu mbili na ishirini na tano